Asilimia sitini na saba ya wanawake walioko kwenye ndoa hudanganya kuwa wamefika kileleni. Asilimia sitini na saba ya wanawake walioko kwenye ndoa hudanganya kufika kileleni. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa mgonjwa wa rishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nakuja na ujumbe kutoka kwa dada ambaye mara baada ya kuona hii posta yangu katika ukurasa wangu wa X Twitter pamoja na Instagram, baadhi ya walioona yeye huyu alinifuata uh, moja kwa moja inbox katika WhatsApp yangu. Posta hiyo ilikuwa ikielezea kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake walioko kwenye ndoa hudanganya kuwa wamefika kileleni. Akanijibu nitataka nisome message hapa, chatting zetu hizi hapo unaweza ukaona. E, mdau eh, unaweza ukasema dokta, hizi message anatunga whatever chatting hizi hapo, nimezi nimehide kidogo namba ya simu, lakini hizo ni moja ya chatting ambazo tuliweza kuchat na huyu dada, na anasema alo, hii ni kweli dokta? Nikamwambia umeona eh, na wewe usije kudanganya tu. Nikamuuliza swali hapo la kizushi, akacheka sana, alafu akaweka alama ya kuona aibu. Akanambia, ila kwa kweli mimi sijui kileleni ndio inakuwaje, kabisa sijui na sijawahi kwenda kabisa, hapa unatusaidia sana. nikamu, nikamu, nikamu, nikamu, mjibu, nikamwambia hivi, weka utaratibu, muwe mnaongelea hili swala na mwenzio. Akasema nilimwambia ukweli, asema nikimwambia ukweli, si atajisikia vibaya. Uh, nikamwambia pole, nina video nimeandaa, nitamtumia alipokuwa anakuambia usave namba yangu, lengo lako, lengo lake, alihitaji ujifunze. Bahati nzuri nimwelewa, naamini atalifanyia kazi. Anasema sawa, nitashuku, nitajitahidi tuliweke sawa. Of course, hawa ni wanandoa ambao hawana hata mwaka mmoja ndani ya ndoa, hawana mwaka mmoja ndani ya ndoa. Ni jambo ambalo linaumiza na kusikitisha, yani kwa lugha nyingine akata cheti na dada. Hii ndoa ilikuwa na almost miezi mitatu minne, kama sikosei. Wanandoa wachanga kiasi hiki wanapitia situation kama hii lakini kuna pointi ya msingi sana na ya muhimu ambayo nimeiongelea hapo kwamba muwe na utaratibu wa kuliongelea tendo la ndoa. Ni moja ya kitu ambacho ninawafundisha wanaume wengi leo, kwamba muwe na utaratibu wa kuweza kuliongelea tendo la ndoa. Habari ya ada za watoto haitoshi, habari ya chakula cha kutosha nyumbani haitoshi, habari kununua magari, kufungua biashara, siku tatu nne, haitoshi msingi wa mahusiano yoyote, msingi wa ndoa yoyote ulianza na tendo la ndoa. Once tendo la ndoa litakapoondoka, once tendo la ndoa litakapopoteza mwelekeo tendo la ndoa litakapopoteza ladha yake na utamu wake, maana yake hapo hakuna ndoa. Wapo wanawake ambao huniambia Dokta, mimi ninaishi tu kwa ajili ya kuweza kusukuma siku. Maanake ni ndoa ambayo wanandoa wanaishi, lakini kihisia walishatengana siku nyingi. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo zipo ndoa ambazo watu wanaishi, lakini ndani ya nafsi zao walishaachana, ndani ya nafsi zao hawako pamoja tena. Sio jambo la kucheka, ni jambo ambalo lilakuumia kuumia, na ni jambo ambalo inapaswa kila mtu aweze kufeel uchungu. Ndoa ni ya muda mfupi sana, maana yake huyu mwanaume yeye anachokiangalia ni yeye, amemaliza hamu yake yeye, ya amekojoa akamaliza, lakini haangalii upande wa pili kwa mke wake, mke wake ana umuhimu kiasi gani wa kuweza kulifurahia tendo la ndoa. Kuna umuhimu gani mwanamke anapokuwa anafika kileleni? Of course wapo wanaume ambao hawaridhishwi. Hii ni mada nyingine ambayo nitakayo kwenda kuandaa huko, kuanda mwanaume kujua ile raundi ya kwanza na kuishia hapo hapo, sio kwamba amemaliza kiu yake yote, hapana. Kwa hiyo wapo wanaume pia ambao hawaliziki katika tendo la ndoa au hawaridhishwi na wake zao. Hizo kesi nazo message zipo nyingi sana hapa So nini kifanyike? Tunapaswa kufika mahala mwanandoa, kabla hujaingia kwenye ndoa, pata maarifa sahihi, uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume, tafuta maarifa sahihi ya kitu kinachoitwa ndoa, tafuta maarifa sahihi kuhusu tendo la ndoa. Wanaume huwa tunajiona tunajua kila kitu. Hapana, haujui chochote. Inawezekana nikikuuliza kuhusu tendo la ndoa unajua asilimia kumi au ishirini lakini asilimia themanini haujui. Kwa hiyo suluhisho, hali inapokuwa mbaya, wanaume wengi ufikiri suluhisho ni kwenda nje ya ndoa, suluhisho ni kupata mchepuko. Hilo sio suluhisho, lakini suluhisho ni kukaa mkaongea, wewe na mke wako, wewe na mume wako, mfanyaje kwa ajili ya kuweza kuokoa mahusiano gani, mahusiano yenu, mfanyaje kwa ajili ya kuweza kurekebisha kasoro zilizopo katika tendo la ndoa. Muwe na tabia kuweza kuliongelea tendo la ndoa. Kama wewe unanitazama kwa mara ya kwanza hapa, unapitia hii changamoto. Inawezekana wewe ni mwanaume pia lakini unaona kabisa maisha yako ya tendo la ndoa na mke wako sio maisha sahihi. Unaona kabisa mke wangu na uhakika hali dhiki ila kila shindwa kuniambia. Nitafute niweze kukusaidia. Kuna gharama ndogo ambayo utalipia kuweza kuongea na mimi. Sitoweza kuongea na kila mtu bure. Lakini kwa couples pia kuna gharama maalum ya kuweza kuwahudumia nyie wote wawili, na katika hili huwa napenda niweze kuongea na mke na mume, though muda mwingine za nikaongea na mwanamke ikasaidia kwa asilimia fulani, lakini itapendeza zaidi nikiongea na nyie wote wawili, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kuna vitu mwanaume havijui na kuna vitu mwanamke havijui. So mtakapo organize na kuwa kitu kimoja, inakuwa ni sehemu ya kuweza nyie kusaidiana.